Ni wahusie sambamba na vijihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukweli wa kumcha, ndugu zangu, ni hakikisheni, msiondoke katika hii dunia ili hali nyinyi ni wacha Mungu. Kimbia, nenda mbio fanya vurugu lakini hakikisha siku unaondoka uwe umeondoka katika kalima ya tauhidi ya la ilaha illallah, Muhammadur allah muhammadun rasulullah. Ukifanya hivyo utakuwa umejitendea haki wewe mwenyewe sio mtu mwingine, utakuwa umejitendea haki wewe mwenyewe kwa sababu mbele kuna hesabu ya kwenda kukutana na Allah subhanahu wa taala, ndugu zangu Allah subhanahu wa taala anasema walfajiri wa layali n ashiri, anaapa kwa wakati wa alfajiri, anaiapia alfajiri, walfajiri na apa. Wallahi wa billahi, maneno hayo ndo anayosema yeye mwenyewe, anajiapia yeye, lakini anauapia muda kwa nini auapie muda? Kwa nini aapie zama, wakati anauapia? Kwa nini? Maanake ukiona mtu anaapa kwenye jambo, ukiona Mwenyezi Mungu analiapia jambo, ukimwona Mtume Muhammadin akili analiapia jambo hilo, jambo ni kubwa. Hilo jambo ni kubwa, na hakuna kubwa kama hivyo kwa sababu hakuna zaidi ya kiapo, hakuna kwenye sheria zaidi ya kiapo. Ukiapa basi kila moja anatasimama na hawezi kukusumbua tena, kwa sababu ulioliapia hilo ni la ukweli. wala yali na ashiri, kisha akayaapia masiku kumi ya mfungo wa tatu. Masiku kumi ya mfungo wa tatu ameyaapia vile vile. Kwa nini aape na haya masiku kwa nini ayapie masiku haya mwezi mosi mpaka leo mwezi kumi masiku haya kumi kayaapia, kayataja ndani ya kitabu chake kitukufu Qurani. Maana yake humu ndani pana khairati nyingi sana, kuna khairi nyingi za kufanya, kuna sadaka, kusaidia mayatima, wajane lakini tosheka na ili ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala alizungumza, akaizungumza hii ashiri siku kumi hizi. Mtume wetu Muhammad akatuambia, sayati zamanu na ala ummati la yabqa min alislam illa ismu

la bil qalili ya, la bil qalili yaqnaun, wa la bil kathiri yashbaun. Sadaqa al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mtume wetu Muhammadi anatufundisha, anasema sayati zamanun ala ummati, utakuja wakati. Kwa sababu tumezungumza muda, Allah kauwapia muda, waalfajiri kauwapia muda wa siku kumi Anasema, mtume wetu Muhammad, sayati ala ummati zamanun, utakuja wakati katika ummati wangu. Hapa hajapepesa macho, katuelekeza, katuambia hadharani, kweupe mchana, utakuja wakati amazama katika ummati wangu, la yabqa min alislami illa ismuh Hautobaki Uislamu isipokuwa ni majina, Muhammad, Said, Fatima, Aisha wa haluma njara. sayabqa min alislami illa ismu, haitobaki katika Uislamu isipokuwa ni majina ya watu tu, Uislamu wenyewe haumo. Kipande cha kwanza, na ukitizama ni kweli Uislamu umebaki majina, sio Uislamu wenyewe aumo. Jambo la kwanza, jambo la pili akasema, wa minal imani illa rasmu, katika imani tulizokuwa nazo. Hapa sisi si waumini, sisi si waumini. Anatuambia itakuja zama, zama hiyo imani itakuwa ni rasmu ni maandishi tu kwamba huyu mumin mumin mumin ndo anajulikana hivyo, lakini hapo kwenye moyo hamna kitu subhanallah. Lakini vilevile akuishia hapo, akasema wa min alqurani illa harfu, na haitobaki kwenye Qurani isipokuwa ni herufi tu ambazo tunaziona kwenye msafu, herufi tu hazisomwi na hata zikisomwa hazijulikani, na hata ukisomewa haziingii kwenye moyo wako, zipo tu, zipo harufu, zimebaki herufi badala ya kuingia katika moyo ziende kukuathiri katika moyo wako. Wa min alqurani illa harfu. Lakini katika zama hiyo hiyo anasema hao watu watakuwa wameingia katika jambo hili hamuhum, hamu yao wa, wa watu hawa wazama hiyo itakapofika, hamu, hamu yao hamu yao hamuhum, hamu yao ni nini? Butunuhum, matumbo yao. Hamu yao ni matumbo ya shibe. Uongo kweli? hamu yao ni kushibisha matumbo yao lakini sio kumshibisha Allah subhanahu wa taala, wala sio kumshibisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hamu yao ni matumbo. Kila wakienda wanaenda mbio, matumbo tu. Hawahangaiki na dini, hawahangaiki na imani zao, hawahangaiki na Uislamu wao, wanahangaika na matumbo yao tu. Sio maneno yangu Mursalina, ni maneno ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, lakini akasema, dinuhum, dini yao kubwa itakayokuwa wakati huo darahimahum, nukud, fedha ndio dini yao. Na ukitizama ndio kweli, fedha ndio dini, huwezi kutoka hapo. Ukitaka kuchomoka jitoe jumla, ukitaka kuchomoka jitoe, ili uingie kwenye dini sahihi kwa sababu kila ukiwaza asubuhi unawaza nini? Unawaza fedha. Na hata ukilala unawaza nini? Unawaza fedha. Ukienda kazini, hazitoshi unazozipata, hata za pembeni hazitoshi, hakuna kinachotosha. Dinuhum darahimahum, dini yao itakuwa wakati huo ni, ni fedha. Tunamalizia akasema wa qiblatuhum kibla chao kibula kibla hichi kibla chao kitakuwa ni hiki au ni kipi? Anasema kibla chao ni saa ohom, ni wake zao, wanawake wao ndio kibla chao. Na uka sasa hivi ukiangalia, wapi watu kibla kiko wapi? We unajua kibla kiko wapi? Ukipigiwa simu sekunde ukichelewa, kesi hiyo, kibla hicho tayari umeelekea ushaelekezwa kibla bila ya mwenyewe kujijua, badala wewe umwelekeze kibla, yeye akakuelekeza kibla. wa qiblatuhum nisauhum, na kibla chao ni wanawake wao. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, lakini akamalizia kwa kusema, la bilqalili yaknaun wala bilkathiri yashbaun, hakuna mwenye kidogo anatosheka wala hakuna mwenye kingi anashiba. Hakuna mwenye kidogo anayetosheka, na hakuna mwenye kingi anayeshiba. Kila mtu anakwenda mbio, yule mwenye kingi anakwenda mbio, yule mwenye kidogo anakwenda mbio, hakuna anayetosheka na hakuna anayeshiba. Subhanallah, haya ni maneno ya mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. kunu ibadallahi muslimina haqqan

Anamalizia ka hadithi nyingine tumalize sayati ya ala ummati yuhibuna khamsa wayansauna khamsa, itafika wakati kwa umma wa Kiislam hende ikao, ndo wakati huu. Anasema watu watakuwa katika ummati wangu, yuhibuna khamsa, wanayapenda sana mambo matano mambo matano wanayapenda sana lakini wayansau na khamsa na wanayasahau mambo matano yaani, matano wanayapenda, lakini wakati huo huo matano hawayapendi. Ndio tuko hivyo Waislamu. Nini? Yuhibbuna dunia, jambo la kwanza wanapenda watu dunia, watu wanaipenda sana dunia wayansauna alakhira, wanaisahau akhira. Tuna maneno yetu yanasema, nani alioenda akarudi? Nani alioenda huko akaona? Yani huna imani kile kinachosemwa. Kama tulivyosema imani, imebaki ni rasmu, ni, ma, ni namba tu zilizobaki kwenye, majini, kwenye, kwenye imani. Ndio maana unakuta mtu anasema, nani alioenda akaona yuhibuna ldunia wyansauna alakhirah. Jambo lingine, yuhibuna lmala wa yansauna alhisaba, wanapenda sana mali wanapenda sana mali na wanasahau hesabu ya Mwenyezi Mungu Kule mbele kuna hisabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini wao wanapenda sana mali. si Hakuna katika sisi anayeamka akafikiria dini? Hayupo, labda mashekhe na walimu peke yao wa madarasa, hayumo. Kama umo, hebu nyoosha kidole. Baada ya hapo, tutakuja kuona nani anayeamka asubuhi akafikiria dini zaidi ya kufikiria mali, zaidi ya kufikiria mali yangu, kazi yangu, hivyo. Hakuna anayefikiria dini, dini inakuwa kama ajali tu. Jambo la tatu, yuhibuna almakhluqa wayansauna alkhaliq. Jambo la tatu, wanawapenda sana viumbe wenzao. Ikiwa kwenye shughuli atakwenda eh, yule mwenzangu yule bwana, ikiwa kwenye hauli yoyote amealikwa, yule mwenzangu yule bwana. Lakini amemsahau aliyemuumba mwana. Usemi kama huyu ni alioniumba akanitengeneza, akaniweka hivi, lazima na mimi nisimame hivi anavyotaka yeye lakini unampenda nani? Kiumbe mwenzio, alinisaidia juzi yule e, pale nilipokuwa na shida fedha, tayari ameisha itaja hiyo. Alinisaidia yule aliniokoa kwenye janga yule Laz, na mimi lazima niende shekhe, um, umemsahau Allah, subhanahu wa wataala huwa al-Khaliq. Yeye ndio muumbaji. Lakini la nne, yuhibbuna al-qusura wa yansawuna al-qubura, wanapenda sana majumba yao. Majumba kila mwaka inapigwa rangi, kila muda linarekebishwa, mabati yanaondolewa yanawekwa mengine, sijui vitu gani, si matairi zindani yalikuwa ya e, e, e, mwaka juzi yameondolewa yamewekwa mengine, sijui ma TV zimekuja za kisasa, ameondoza zamani ameweka nyingine, ilikuwa sijui tairi ya wapi hiyo, imekuja Uturuki nzuri, anaweka anaweka. Yuhibbuna alqusura, wanapenda sana majumba yao hawampendi eh, alqubur, mzee wa kaburi hawampendi kabisa, na hauna hamaandalizi ha, na ile kaburi. Wewe una maandalizi na jumba lako, saa hivi nataka nitengeneze hivi. Mimi nastaafu bwana kazi mimi eh, nisi nikapata shida. Shekhe shida, mulilia kwanza Allah subhanahu wa taala, mwanzie Allah subhanahu wa taala, usililie mkabidhi wa ufawidhu amri ila Allah, mambo yangu ni namwachia Allah. Allah atafuta asbabu tu, Allah ataiweka vizuri yeye mwenyewe. Lakini la mwisho anasema yuhibbuna almaasiya wa yansauna tauba, wanapenda sana maaswi. Leo ni siku ya Idi, leo ni siku ya Idi. Angalia hapo garden atakavyojaa, na wengine wanaojaa pale. So ni, ni sisi Waislamu, limadha tadhhabu fi makani lkhumuri, unendaje sehemu ya pombe? Muislamu, sehemu ya pombe unakwendaje? Mgeni wako ni Allah, wewe unakwenda kwenye mgeni wa sheitani. Yani wewe mwenyewe unajigeuza unakuwa ni mgeni wa sheitani. Sheitani anakuita njoo huku unaenda

Watu wa elimu wachache. Watakuwa we angalia tu, mtu akifa hapa, mnavyohangaika nani atakumwosha nani atamswalia. Elimu hamna, watu ausomi. Watu wanahangaika kutafuta mwoshaji, mpaka Kibaha hayupo. Akina mama ndio usiseme, anatafuta mwoshaji wa akina mama hayumo. Hapa kwetu Temboni ishatokea anatafuta muoshaji wa kina mama hayumo. Nikamwambia aima kaoshe, mwanamke anaosha nikamwambia kamwoshe. Hapa temboni ishatokea, sio kwingine. Ndio tukapambana darasa ya kina mama kuwafundisha kuosha na kushona sanda, lakini ishatokea hapa hapa watu akina mama hakuna muoshaji hata moja. Lakini hebu mwambie kwenye, kwenye, kwenye upato hebu mwambie kwenye harusi, hebu mwambie kwenye vikao vya mbalimbali mbali. Yeye ndio wa kwanza na faini, anapigwa kama ajenda faini, anapigwa kama akwenda. Yuhibuna dunia, wanapenda watu dunia. Lakini akasema mtume wetu Muhammad, wayafshu zina, jambo lingine, zina inaenea uzinifu, unaenea kila kona, wayafshu zina zina imeenea, anakuambia mimi kwangu buku tu, ukinipa elfu mbili inatosha. Subhanallah ya malik l kudus. Lakini lingine wayashrabu lkhamra, pombe itadhihiri, inakuwa kama maji tu. Pombe shekhe, inatoa akili ya binadamu Wee mwenyewe unajipeleka unaenda unakunywa mkojo wa punda ule. Lingine wayukthiru lharaj, na yatakithiri mauwaji alharaju. Masahaba wakamuuliza Mtume Muhammad, ya Rasulullah, malharaj nini haraj? Akasema alqatl, alqatl, alqatl. Mauaji yatazidi sana. Ndio dunia tuliokuwa nayo, ndugu zangu Waislam, dunia tuliokuwa nayo. Kuuana kimekuwa kitu cha kawaida, kuuana imekuwa ni jambo la kawaida. Nini tulichokosa? Elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala hatunayo. Nini tumekosa elimu ya kumjua mtume muhammadin sallallahu alaihi wasalama nini tumekosa elimu ya kuijua swala nini tumekosa vitu vingi tumekosa kwa sababu ya elimu elimu hatuna tuna elimu za sekula lakini elimu za dini hatuna uki, u, u, uki, ikikuumiza chukua kitabu kasome kwa sababu hakuna njia nyingine elimu Mtume wetu Muhammad Ali, alikuwa na digirii ngapi? Hakuwa na digirii lakini wewe mwenye digirii unachukua toilet paper unaenda kuchambia. Eh. Yeye hakuchukua toilet paper kwenda kuchamba, alitumia maji kwenda kuchamba kwa sababu ndivyo alivyosoma kwenye sheria. Lakini we, we, we, we, we, we profesa wa, wa, wa sekula. Maana kuna profesa wa... kuna maprofesa wa dini na kuna prof, maprofesa wa sekula, lakini wale wa sekula, Mwenyezi Mungu atu, atuondoe katika hili wingu na utando uliokuwemo kwenye akili zetu na macho yetu atuondoe ili tuone ile imani ya kweli ambayo tunaitaka, ili turudi na tumjue Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka nini, lakini na mtume anatuelekeza nini. Mungu tumuombe, hii ni dua maalumu mashekhe, tumwombeni Mungu atuondoe hiyo hali tuwe na, na, na, na tamaa ya kujua dini yetu, tuwe na tamaa na hamu ya kutaka kufanya ibada, tuwe na tamaa na hamu ya kuweza kusaidia